basi hapo alipo atumie juu chini, ili vitu hivi viweze kupatikana na hasa barabara. Barabara yetu hii ya kutoka Geita kwenda eh, mikoa ya kanda ya kati mpaka Pwani, usafiri inakuwa sio vizuri eh, unakuwa matatizo sana, barabara yetu ya vumbi tena ya muda mrefu. Afu tumshauri tena apeleke hoja hii jimbo la Busanda. Niseme ni mzaliwa katika eneo la Bukoli. Aa, sisi ombi letu kubwa ni kituo chetu cha afya kiboreshwe, kwa sababu awali tulisikia kwamba inajengwa seta pale na itakuwa ina, fanyo, ina upasuaji utaanza kufanyika hapa, lakini baadaye tukasikia kwamba seta ile imeshindwa kizi kufikia upasuaji, kwamba imejengwa katika kiwango sio sahi. Baadaye huduma hiyo ikapelekwa ya rugusu, lakini kata yetu ya Bukoli ndio kata mama, basi tunaomba kata yetu ya Bukoli na kwa sababu na yenyewe imeshakuwa eneo kubwa sasa hivi na inategemewa tena kuzalishwa kata nyingine. Unaona, tunaomba sasa huduma hizo na sisi zisogee maeneo yetu. Kwa upande wa afya niseme kwamba kwanza kabisa, kwa awamu iliyopita ya mama tulipata nafasi ya kupata jengo la mama na mtoto ambalo tayari liko kwenye finishing, yani kwenye ukamilishaji, lakini kituo chetu cha afya ya cha Bukoli bado kuna mahitaji mbalimbali. Tumepata jengo la maabara, lakini bado kuna jengo la theater, na hiyo ndio tulitarajia kwamba yawezekana, sio muda mrefu, tutajengewa na sisi. Tulihitaji kuwa upande wa naibu waziri wa Tamisemi bwana Jafari, akianza kushughulika na jambo hilo itapendeza, kwa sababu maeneo yetu, huduma hii ya operation tunaipata mpaka tuende Geita.